Na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka, kwa miaka kumi kwa maana awamu mbili, elfu mbili na kumi na nne, elfu mbili na kumi na tisa, na baadaye tena elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini na tano Januari, natangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu, kama alivyosema mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea endelea huko, watu wanaondoka ondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa CHADEMA kwa bahati mbaya, hatukuingia CHADEMA kufuata vyeo, hatukuingia CHADEMA kufuata fedha. Tuliingia CHADEMA kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa. Mimi watu wanajua nilikuwa Channel 10 ah, raha mustarehe kabisa, maisha mazuri kabisa yanaendelea. Nikatoka pale Mungu akanibariki akaninyanyua, nikaenda kampuni ya Vodacom, maisha yakawa raha mustarehe tena, raha kweli kweli, ni raha eh? Na tukisema raha, nakumbuka na wengine mnakumbuka, raha kweli kweli, fedha zipo, mishahara mizuri, marupurupu mazuri, suti nzuri, viatu vizuri, ukipanda ndege ni first class. Tuliacha hayo tulikuja CHADEMA kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania. Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya kuwepo CHADEMA na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya, na hivyo hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa, inawezekana watakaokuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo ya fitna ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa wakati wote, lakini tumesimama imara. Wengi atalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba CHADEMA imepoteza mwelekeo, CHADEMA imepoteza dira, CHADEMA imepoteza nguvu ya kitaasisi, CHADEMA imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya, tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya CHADEMA hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila, unaweza ukashinda kwa upanga, unaweza ukashinda kwa njama, unaweza ukashinda kwa uongo, unaweza ukashinda kwa ghiliba, unaweza ukashinda kwa ulaghai unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu na utashinda, lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu, ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu, una wajibu wa kutoa mbadala wa, ma, wa, wa, wa mipango, una wajibu wa kutengeneza mikakati, una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa hiliba, ukadhani utaongoza chama kwa hiliba au nchi kwa hiliba au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga, ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, na watu wazima hapa, na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni, kuna gharika inakuja nataka niwameni. Kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa giliba. Wame watu wamewagundua, watu wamewaona, kila ukiwashauri ukiwa kitu wewe ni timu fulani, wewe kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti, kila ukiwashauri kitu wewe ni, ni mCCM, kila, yani hawataki kushaurika, wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform no reform. Hasa no reform no elections. Ni kweli sisi wote ni viongozi, sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni binadamu, sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tuna hakuna mjadala, usijadili. Wewe umetumwa, wewe unatumika na CCM, wewe kuzuia no no election no reform. Aka. Hebana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? huyu e, e. huyu Mrema huyu anatumika huyu, mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukiyasema tulikuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa lina semwa sana kwamba eti no reform wameirithi ni kweli wameirithi no reform ni vichwa hivi ndio vilivyotengeneza strategy ni vichwa hivi wanaozungumza leo hawakuwepo tumetengeneza mkakati imara tumetengeneza mkakati madhubuti uliokuwa ulio sawa kabisa kwenda kukipeleka chama akina akina fedha hiki tutafute ni no reform no election yani kilo unapagusa no reform no election no reform no election no reform ala jamani hiki chama kitaendeshwa na no reform no election peke yake

kwa sababu naamini ninachokipigania, ninaamini ninachokipigania, nilisimama, nilipewa kila kitu, nikasema no, no, no, no. Nitasimama na Chadema yangu kwa sababu ninaamini ninachokipigania kama mtoto wa Kitanzania, hasa miaka kumi na saba yote ya jasho na damu, akili, maarifa, sacrifice, eti leo watu wanakuja wanazigeza pap, ukiwasha unatumika wewe nini zungumza no reform no election. Haya sasa, no alafu tunafanya nini? Hakuna kitu chochote kinachoendelea ndani ya chama ni no reform, no election, no reform, no election. Kwa hiyo sisi ni watu wazima tunajitambua, na, na ninaamini sana kwamba tutaendelea, tutaendelea kujitambua na watu endelea kuona ulaghai wa walioko hapa. Leo yatatoka, wataandika mambo yote, lakini wazungu wanasema muda ni mwalimu mzuri sana, time will tell kama ambavyo tumesema tuvumilie mwezi wa kwanza, tuvumilie mwezi wa pili, tuvumilie mwezi wa tatu, huu ni mwezi wa nne. Haya, chama kiko mikononi mwa malahai kutengeneza ubinafsi, wachache kumiliki nguvu, kujipa mamlaka, kwamba wao wakisema ndo waaminike, wengine wote watakaosema ni sisembi wanatumika. Ni anguko la makusudi la kuzima ndoto za watu na kujinyanyua wao eh, la kuzima matumaini wa ya Watanzania waliowekeza kwa jasho na damu ya kuhakikisha chama hiki kina sauti mbadala ya kuwasemea, kuwasemea wakulima, kuwasemea watumishi, kuwasemea wafugaji, kuwasemea machinga, kuwasemea mama ntilie, kuwasemea kumsemea kila mmoja, kuwasemea waandishi wa habari na, na shauku ya Watanzania kuona nchi hii inaondoka kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi, na tunaingia kwenye, kwenye maeneo mengine. Chama kinaendeshwa kwa matamko tu, nataka niwahakikishie ha, hakuna vikao vinavyokaa, hakuna amezungumza, hakuna waulizeni. Mara mwisho wamekaa kamati kuu lini? Waulizeni, hawakai. Chama kimegawanyika mpaka kamati kuu, haijawahi kutokea kwenye historia. Mimi tangu nimekijua chama haijawahi kutokea, yani leo kwenye kamati kuu wanaangaliana wewe wa no reform, wewe wa no reform, wewe wa no reform kama mazuazua vile, menelewa eh? Eh halafu wanatengeneza vikao vyao, wale ambao wana mawazo mbadala hawapingi, lakini kutengeneza mawazo mbadala, wote wanatengwa, sembuse sisi ambao mmekuwa mkiona, eh na bahati nzuri wamesema eh, wamesema kiongozi mmoja amesema, mmemsikia, Chadema sio gereza, na kweli sio gereza. Alisema ni gereza, ni nani sio gereza? Na kuna mwingine akasema watu wasiotaka no reform no election watoke, ndio Habati nzuri na kuna kiongozi mmoja amejenga msingi mzuri sana he, Chadema sio mama yake, kwamba kwa mazingira yoyote yatakayotokea kwa namna yoyote itakavyokuwa yatabaki Chadema tu. Ni kweli? Haiwezekani tutabaki Chadema kwa mazingira yoyote tu au kwa namna yoyote tu ile tubaki Chadema, hapana. Kuna tuna tunasonga tuna, tuna, tuna, tuna mbele kwa umoja na pamoja, na tunaomba watu leo unaona hapa tumesema Secretariat ilikuwa inaundwa na watu kumi na mmoja, eh, Katibu mkuu, eh, aliyekuwa Mnyika, makam eh, manaibu makatibu wakuu ambao ndio sisi wawili mimi na mheshimiwa Kigaila, kulikuwa tuna wakurugenzi wanne, eh, tulikuwa tuna katibu wa secretariat, tulikuwa tuna katibu wa vijana, katibu wa wazee na katibu wa wanawake, watu kumi na mmoja. Katika watu kumi na mmoja, nane tunazungumza lugha moja. Hivi kweli, wote sio ndio? Tunatumika nane tunazungumza lugha moja. Mmoja mistaafu siasa amondoka, ni mtu mzima, mlikuwa mnamjua mzee Lutembeka katibu mkuu eh, aliyekuwa katibu mkuu wetu ndo amerudi pale eh, na kijana na, na katibu wa Bavicha ambaye hatukuwa naye karibu kwa sababu amekuwa mbali nje ya mji, lakini tuliobakia wote sekretarieti ya watu kumi na moja, nane tuko pamoja, tunazungumza lugha moja tunamtaza tunakiona chama kwa fikra zinazofanana. Eti vichwa vyote hivi nane ni CCMB, vichwa vyote hivi nane havijui kitu, vichwa vyote hivi nane ni wasaliti, vichwa vyote hivi nane ni wapumbavu, v, ni wadhaifu? Kweli jamani.